Bwana bila kuchoka, hii ni Simba Fans TV na niko naye Mwamba eh, mzee mwenzangu wanamwita mzee wa spana gang Heavyweight Dullah. Bwana huyu hachoki, tuko naye hapa visiwani Zanzibar, bega kwa bega, mguu kwa mguu. Lakini sasa hivi kama ambavyo tunavyofahamu, siku imekatika, giza lishaingia eh, kitaratibu za dini ama na huku tuko Zanzibar, nasema siku ya pili imeshaingia, kwa maana ya Jumapili. Hapa lengo kubwa ni kuangalia kesho wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza kutoka kinamna gani dhidi ya Stellenbosch. Heavyweight Dullah ni mtaalamu ambaye anapitia na anaona eh, hatua moja ama mbili mbele kile ambacho wengine eh, ni nadra sana kukiona. Kwa hiyo anakwenda kuzungumza naye mawili matatu kujua ni namna gani wekundu wa Msimbazi Simba eh, siku ya kesho ile First Eleven eh, inaweza kwenda kuwa kinamna gani? Heavyweight mambo yaje baba? Ah, mambo kwema ndugu yangu. Habari za muda. Tunasalimiana sana. Eh? Kwani Zambi? <laughs> Eh, unanisalimia sana ndugu yangu kila muda. eh. eh? swali lakini yeah. Mambo yanasonga kwa kwanza, ushaimaliza ndugu ah, yangu ni kwa niende Paje, lakini nikaona ka, ni kidogo <laughs> nauli ya da kana mwendo kidogo <laughs> kwa hiyo nikasema acha kwanza yeah. nimalize. Eh, yeah. e, inshallah siku nyingine nitapata nafasi ya kuzunguka hu, zaidi kwa e, sababu, sio mbaya, nimeenda Mbuzini, nimeenda yeah. Bubwini, nimeenda Mkwajuni, yeah. e, nimeenda Bububu, nimeenda Mwanakwerekwe kwa mchina mwanzo kote nimepita, kwa hiyo sio mbaya nimezunguka yeah. kidogo Zanzibar, umeshajua sasa. mm, na hapa niko Amani Stadium kulala, <laughs> kwa sababu mi siwezi kulala leo, nalala uwanjani hapa kwa ajili ya kushuhudia. Hii ni siku ya kihistoria kwamba mnyama katika mwaka ambao alichukua kombe yeah. la shirikisho barani Afrika. Kipindi hicho nina miaka sitini na ngapi huko, panapo majaliwa ya mwenyezi Mungu akiniweka niwambie vitu kuu kwamba mimi nilikuwepo kipindi Simba Sports Club nililala uwanjani. nililala uwanjani katika kipindi ambacho Simba wanahangaikia kuchukua kombe la Shirikisho. Kwa hiyo kwenye hii historia e, ni muhimu sana mimi kuwepo, jina langu liwepo. Utaki kuadisiwa. Sitaki kuadisiwa kwa sababu kama ambavyo... Tumehadisiwa miaka ya zamani tisini na tatu walifika fainali ah. Sasa na sisi ndio tu tunahadisia wengine kwamba bwana, ishirini e, ishirini e, na tano nyama alinyanyua kwapa, nyama alinyanyua kwapa, na sisi tulikuwepo Zanzibar, Zanzibar. Zanzibar. Ya, kwa hivyo na hapa tutakwenda kukizungumzia kikosi ambacho eh, tunaamini ndio kita e, kitakuwa kina, kina historia hii mm, ya kuwa timu ya, ya Simba ya kwanza kuleta kombe la Afrika. Maanake CAF Confederation ni kombe la Afrika pia na ndio la kwanza kuitwa CAF Cup. Kwa hiyo sio mbaya kwa hiyo, mbaya. Eh. Kwa hiyo eh, kesho sasa eh, mtaalamu kwa namna ambavyo E, leo umepata bahati ya kutazama mazoezi hapa Amani. E, hali za wachezaji zilivyo, majeruhi si wengi e, anaosikana Shemalon Fondo hmm. kwa namna ambavyo unakitazama kikosi kilivyocheza mchezo ulivyopita, ulivyowatazama Stellenbosch e, hmm. mwalimu anakwenda na kikosi cha aina gani siku ya kesho? of course, mwalimu ataanza na goalkeeper ambaye ametoka kusave penalty dhidi ya Almasri penalty mbili, sawa Musa Pinpini Kamara, Deo. goalkeeper mzoefu atakuwa langoni pale, hilo nafikiri haina kubwa ha. Ukija wa kulia Shomari Kapombe kuwepo katika miongoni mwa waliopiga ya ushindi, hey, ushindi. kwahiyo ni mchezaji ambaye tayari ana ya historia yake atakuwepo kwenye namba mbili. Namba tatu atakuwepa Hussein Zimbwe Junior. sawa na, na hodha wa kikosi cha mnyama Simba naye atakuwa akiunda ile eneo la walinzi wa pembeni wa pembeni kwenye eneo la ma center back. Sasa maanake nne na tano atakuwepo, eh, nafikiri mwamba Chemalon eh, bado hajapona, kwa hiyo atakuwepo okay. Partnership ya Brazak Hamza pamoja na shamu kharabwe itaendelea kuaminika pa, ingawa kuna maneno nimesikia, sijui shamuu bado hajaziba pengo na hajawekwa pale kuziba pengo sababu pengo okay alizibu kwamba lazima azibe mchezaji pengo. Linazibwa kimfumo, kimbinu, kistructure jinsi ambavyo Simba ina play tayari, pengo linakuwa alishazibwa. Watacheza pale wawili, lakini namba sita atakuwa Yusuf Kagoma eh, lakini atapartner na Fabrice Luamba Ngoma kwenye eneo la katikati. Nafikiri performance ya Ngoma tena haihitaji na chochote, atakachokifanya kwenye mchezo kesho kitaweka historia. Mfano hata akitoa assist tu na, by the way, ataweka historia au ataweka record ya kuwa mchezaji wa pili kutoa assist katika mm, timu mbili tofauti toka alipofanya hivyo Shadrack Lukombe, na namuombea aweze kutoa, kwa sababu ashawahi kutoa dhidi ya Al-Masri mwaka 2018 akiwa na Vita Club. Kwa hiyo akitoa itakuwa ni kwa mara ya pili kutoa akiwa na timu mbili. Ndo kazi yangu naeka yeah, historia naeka madaftari mbele napita zangu kushoto na na fact yeah, tuweke mezani tuangalie nani mshindi yeah, kwenye namba 10 sawa Nafikiri watu watakuwa wanasema oh unajua huyu mchezaji haonekani kwenye doi, penalty kwenye free kicks kwenye nini? Wajaribu wafuatilie wafuatilie wa Selembosh aina yao ya magoli. Sina nielewa kwa mfano kama dhidi ya RS Berekani nafikiri watu wanajua kwamba wali concede bao. Nielewa. Eh, nafikiri free kick iliweza kupigwa na Yasir Yasir uh, Yasir Rabiri uh, na bao likifungwa na Yusuf Zaudi. Ilikuwa ni in indirect free kick Yusuf Zaudi alikuwa amejiposition kwenye e, far post akapiga kichwa ha, chuma. Kwa hiyo kama itatokea huyu janjanja leahua anacheza, na wale Stellenbosch wamefanya mistake karibu na lango lao, na akawa na mguu mzuri siku hiyo, ameamka vizuri, of course, anaweza akatoa assist kupitia zile eh, eh, eh, specialist, kutokana na kwamba huyu ni specialist wa kupiga free kicks, anaweza akatoa assist pia, unaelewa yeah. lakini wingers, upande wa mawinga, of course, inajulikana eh, Eli Mpanzu pamoja na Kibu Dennis Prosper eh, watakuwa na hilo jukumu la kuoperate maeneo ya pembeni, ingawa hawachezi sana pembeni Dio. Lakini e, e, kwenye lineup makaratasini tunasema kwamba wao ndo watapewa majukumu ya kukava maeneo ya mawinga. Lakini namba tisa, kwa sababu tushagundua e, Fadlu ana silaha yake katika michezo ambayo anataka mabao, umeelewa? Michezo ambayo anataka mabao peke yake, tunakwenda kushambulia, tunakwenda kushambulia, na anahitaji mabao mengi, sio alama, yeah. mabao yake kuna alama na mabao, unaweza kashinda moja, lakini sio faida sana kwa sababu kwenye soka la Afrika kila kitu kinawezekana. Mtu akiwa nyumbani kwake ko kwa, ni vizuri kuwa na mabao mengi ili weze kukupa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuprogress kwenda hatua inayofuata. Kwa, kwa hivyo naamini Steve Dese Mkwala kwenye namba tisa eh, atasimama pale na hicho ndo kitakuwa kikosi cha mnyama Simba ambacho kinaweza kikampasua Stellenbosch mabao kuanzia mawili matatu mpaka manne, na Stellenbosch akaacha matapishi hapa, watu wakaenda kwenye mechi ya pili wakiwa na uhakika wa kufuzu kwenda hatua ya fainali mm. umeelewa ikiwa ni kwa mara nyingine maanake washawahi kufanya hivyo 1993 hii inakuwa ni kwa mara nyingine yeah. so, eh, wanakuwa kwa hiyo kutakuwa kumepoa tu kumetulia tu sababu simba wanafanya mambo makubwa pasipo kupiga kelele yeah. yeah. yes. kwa kumalizia tu heavyweight nafasi aliyempanzwa ambaye sasa hivi anatajwa kama mfalme kwenye mchezo huu kile ambacho anakifanya, eh, amekuwa na mwendelezo bora sana. Siku ya kesho, nafasi yake kwenye mchezo huu ni ipi? Kwa Wanasimba, mawazo na maoni Wanasimba, imani imekuwa kwake. Yeah, of course, atafanya jambo kubwa. Unaelewa? e, ni mchezaji ambaye mimi napenda kuzungumzia. Wachezaji wote wa Simba by the way, najua ni kweli, Elimpanzu ni star, ni mchezaji mzuri, ameongeza kitu kikubwa kwenye kikosi by the way toka amefanya debut yake, lakini e, pia anahitaji support ya wachezaji wengine jinsi ambavyo labda ungeniambia partnership yake na na Kibu Dennis jinsi ambavyo inaweza ikaleta straight kwa wapinzani. Unaelewa? Kwa eh, sababu impact anaoifanya Kibu Dennis na Eli Mpansu uh, zinakaribia kufanana by the way kwa sababu wote ni wakokotaji wazuri wa, wa mipira. Eli Mpansu ndo anaongoza of course kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Yeye ndo wa kwanza. Lakini wa pili ni Kibu Dennis. Alafu wengine ndo wanafuata. Wakiwa na top creator eh, kati ya hey, huwa. Kwa hiyo hawa ndo wanaongoza kwenye hilo swala. Kwa hiyo nafikiri uh, atakuwa na performance nzuri na jicho la wanasimba wengi litakuwa kwake, sababu amekuwa akicreate sana nafasi ya lim, ya ya. Ya. Bana, mimi nikushukuru sana Heavyweight. Bana, nashukuru. Asante. Simu yapi hiyo? Huyu ah, Frigibovu. Eh.